Kutoka inspector kwenda ASF kwa niaba ya Afande Commissioner General wa jeshi la zimamoto na uokoaji, e, tumewavisha vyeo maafisa na askari ambao wamepandishwa vyeo na kimsingi kabisa tunaishukuru serikali serikali chini ya e, amiri jeshi wetu mkuu e, Dr Samia Suluhu Hassan kwa jitihada kubwa ambazo wanaliwezesha jeshi la zimamoto na uokoaji katika kuboresha watumishi, kuboresha vifaa pamoja na miundombinu mbalimbali ya zimamoto ili kurahisisha utoaji wa huduma za zimamoto na uokoaji kwa, kwa, kwa jamii e, Hili kundi ambalo mmeliona ni kundi la askari na maafisa ambao wamepandishwa Tanzania nzima, na mkoa wetu wa Tabora tumepata askari kama kumi na saba. Hii uh, yu zote ni juhudi za serikali katika kuboresha utumishi katika kutoa huduma katika, katika mawanda ya, ya zimamoto na uokoaji. E, kimsingi kabisa serikali imefanya juhudi nyingi, na hivi karibuni pia mkoa wa Tabora tunatarajia kupokea magari ya zimamoto ambayo ni juhudi za serikali kupitia msaada wa mikopo wa, wa, wa ADEX ambayo imechukua zaidi ya mabilioni ya pesa. Yote ni nia na shabaha ni kuimarisha huduma za zimamoto katika mikoa yote, ifike katika ngazi za wilaya zote mpaka kata, ili uhitikiaji uti, wa matukio uwe sambamba, na lengo kuu kabisa ni kuokoa maisha ya watu na mali katika jamii yetu. Sasa jambo hili pia linakwenda sambamba na, na leo e, siku ya tarehe nne ni siku ya zimamoto Day, yani siku ya zimamoto duniani. Pilika pilika zake zimeanza muda mrefu katika wiki hii na leo tunahitimisha na jeshi la zimamoto na uokoaji mkoa wa Tabora. Ameshafanya shughuli nyingi, utoaji elimu kwa umma kupitia vyombo vya habari, kupitia midaharo, kupitia e, kongamano mbalimbali na mikutano katika jamii. Sasa leo tunahitimisha kwa baada ya kuwavalisha vyeo hivi. E, askari watakwenda kutembelea kutoa huduma za kijamii katika hospitali ya Kitete. Kwa hiyo tunashukuru sana, na mara nyingi kila kitu huwa kina lengo lake. Shabaha ya hii zimamoto Day ilikuwa ni kuunga mkono au kuadhimisha hizi juhudi zinazofanywa na wazimamoto katika utoaji wa huduma za zimamoto na uokoaji katika kuokoa maisha ya watu na mali zao. e, kimsingi kabisa sikukuu ya zimamoto duniani ni siku maalum inayoadhimishwa e, kila tarehe nne Mei kwa lengo la kutambua na kuthamini e, mchango wa wazimamoto katika kulinda maisha ya watu na mali zao pamoja na mazingira dhidi ya majanga ya moto, na ni siku adhimu ya kukumbukwa, kwa sababu inaleta mshikamano wa kimataifa kwa wanawake na wanaume. Lakini chanzo cha kuzaliwa siku hii ya zimamoto day ni ilianzishwa rasmi mwaka 1999 kufuatia tukio la kusikitisha lililotokea katika nchi ya Australia ambapo wazimamoto walikuwa wanazima moto wa msitu, bahati mbaya moto ukawazingira wakafariki. Sasa kutokana na jambo hii, jamii hi, yote duniani ikaona kuna umuhimu wa kuanzisha siku ya kuwaenzi mashujaa wale, kutokana na ile kazi walikuwa wanaifanya na lengo kuu ya shughuli hii, kwanza ni kutoa heshima na kumbukumbu kumbu kwa wazima moto waliopoteza maisha yao katika kazi hii ya kuokoa maisha ya watu na mali zao dhidi ya jamii. Lakini pia kutambua mchango wa wazima moto katika jamii. Lakini pia lengo lingine ilikuwa ni kuwaelimisha umma kuhusu e, majukumu ya wa wazima moto pamoja na hatua za tahadhari na kinga dhidi ya majanga ya moto. Lakini jambo lingine ni kujenga mshikamano, kujenga mshikamano wa kimataifa katika vyombo vinavyotoa huduma za wazima moto na uokoaji. E, siku ya zimamoto ina umuhimu sana katika jamii. Kwanza ni siku ambayo e, inaleta uelewa wa kijamii kuhusu kazi za zimamoto wanazozifanya, lakini pia inawapa motisha we, wazimamoto wenyewe katika kuendelea kufanya kazi zao, lakini pia inatoa fursa kwa serikali na taasisi kuangalia miundombinu katika shughuli za kizimamoto, lakini pia inahamasisha wananchi kuhusu usalama wa moto wa kinga na mazingira dhidi ya majanga ya moto. E, mwisho kabisa nimalizia kusema kwamba siku ya wazimamoto duniani ni zaidi ya kumbukumbu kumbu. Ni mwito kwa mshikamano, uzalendo na thamani ya uhai, na inatufundisha kuwa usalama ni jukumu letu wote, pamoja na kwamba juhudi za zimamoto hazipaswi kuchukuliwa kwa wepesi. Kwa kuadhimisha siku hii, jamii inaungana pamoja kuwaenzi mashujaa wote kwa siku hii, huku ikiendelea kutoa elimu ya mikakati ya kudhibiti majanga ya moto. Kwa hiyo kila mmoja wetu ana jukumu la kuhakikisha usalama wa mwenzake, na kila moto unapozimwa ni ushindi kwa wote katika jamii. Kwa jina naitwa Assistant Superintendent of Fire Violet Machechu. Napenda kutoa shukurani sana kwa niaba ya askari wenzangu, kwanza kwa Mheshimiwa Rais kwa kutujali jeshi la zimamoto na ukoaji na kutukumbuka, kutupatia vyeo tunamshukuru sana kwa kazi kubwa anayoifanya. Pia namshukuru Kamishna Jenerali aliyeweza arie, kutuchagua na kutupatia vyeo. Namshukuru sana Kamishna Jenerali wa Jeshi la Zimamoto na Uokoaji. Vile vile napenda kumshukuru kamanda wangu ambaye leo ameweza kutuvisha vyeo hivi kwayo. Kwa hiyo kwa niaba ya askari wenzangu asema asante sana. Mheshimiwa Rais kwa kutukumbuka, asante sana Kamishna General kwa kutukumbuka. Ahadi yetu baada ya kuvisha hivi vyeo tutafanya kazi kwa bidii, kwa juhudi na kwa kufuata kanuni na taratibu za jeshi. Na yangu kwa wananchi, nawambia wananchi, jeshi la zimamoto na uokoaji tupo tayari, tupo imara kwa ajili ya kuwainua, kuwaokoa, kuwazimia moto, kuwapatia elimu na mambo mengine yanayohusiana na no jeshi la zimamoto. Kwa hiyo tayari kwa ushirikiano na sisi pia, namba yetu ni moja moja nne, wasisite kutupigia. Mimi ni mkaguzi msaidizi Godfrey Silvesta Maganga, mimi natoka wilaya ya Kariua kule, ni kuwa ni Kaimu DFO sasa. Kwa sasa nashukuru kwa hiki cheo kipya tulichopata kutoka kwa Mheshimiwa Rais kukumbuka na sisi kupitia General Commissioner kitansaidia katika kuendelea kutenda kazi zaidi zaidi. Kwa hiyo kimenipa hamasa, kwa hiyo kutenda kazi zaidi na zaidi. Kwa hiyo kimeni promote, kwa hiyo nina furaha sana mpaka nashindwa, ndugu mtangazaji, nieleze vipi, kwa sababu ni muda mrefu sasa nimeingia kwenye ni majukumu mengine, lakini bado tumesisitizwa, sio yale ya zamani yanakufa yale ya zamani ya yafi ya yanaendelea yaf ya kwa sababu kama unavyoelewa jeshi letu bado tuko wachache, ila tunashukuru ajira tena juzi zimetoka na nyingine zinaongezeka ko oh, nimefurahi sana kwa utendaji kazi, utakuwa ni mzuri wa hali ya juu sita, sitamwangusha kamishna jenerali wala mheshimiwa wa Rais kwa hiki cheo walichopatia. Tunapenda kutoa shukrani zetu za dhati pamoja na kuungana pamoja na wagonjwa, tunasema asante kwa hichi kidogo ambacho mmeenda kutupatia. Mungu awabariki, mkaongeze pale mlipotoa. Msichoke, mkipata muda wakati mwingine, mnakaribishwa sana. Tunawashukuru naitwa sana. Sana. Na Elizabeth Daniel Maole ni muuguzi msaidizi ni wodi ya watoto.